Mungu wako watu ambao wa wanarudisha nyuma kanisa la Mungu. Hawarudishi kanisa la Mungu nyuma kwa sababu ya kubomoa majengo. Hawarudishi kanisa la Mungu nyuma kwa sababu ya kutokufanya hiki na hiki. Hapana saba baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia Bwana atakuja na watakatifu wake maelfu maelfu, ili afanya hukumu juu ya watu wote na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu, anasema kwa ajili ya kazi zao zote za upotovu walizozitenda bila kumcha Mungu, anasema na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi Mungu wameyanena juu yake, anasema, watu hao wenye kunung'unika, wenye kulalamika, waendao katamaza na vinywa vyao vya neno maneno makuu mno ya kiburi, wakiwapendelea watu wenye vyeo, watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Watu hao wa tawasikia wakifanya nini? Wakilalamika, watu hao tawasikia, watu hao tawasikia wakifanya nini? Wakinena mambo makuu icha kwamba kwa namna hii haitafika popote, kwa namna hii haitaenda popote. Watu ambao wanapana mbegu ya kuijaribu kazi ya Mungu, watu ambao Mungu amewagharamia gharama kubwa, amekufa msalabani kwa ajili yao. Bibilia imeweka wazi na kusema kwamba watu wote waendao njia hiyo ya kina kola ya kina dat na kina kina amila moja kwa moja, maandiko yanasema kwamba wameenda katika njia ambayo uharibifu wao haukawili. Sura ya pili kitabu cha Petro pili ile sura ya pili kwanza mstari wa kwanza anasema lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, anasema kama kwenu kutakavyokuwa walimu wa uongo watakaoingiza watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua wakijiletea uharibifu usio kawia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ni kufahamishe mtu wa Mungu ulioko hapa, hata watu wengine ambao wanawafahamu pengine hawako hapa, wako makanisa mengine, yeyote ambaye anafanya bidii ya kuliharibu kanisa la Mungu, anafanya bidii ya kuwaambia watu uongo, kuwaaminisha vitu vya uongo visivyo vya kimungu, amejiweka kwenye njia ya uharibifu usio kawia na Mungu hata hatamwachilia mtu huyo, kwa sababu watu hawa, Mungu amewaokoa kwa gharama kubwa. Watu hawa ni wathamani kubwa mbele za Mungu, hatawaachilia watu kama hawa, kama baba wa kuachilia wakina Kora, kama baba wakuachilia kina Dathani wakaangamia moja kwa moja, waziwazi watafanya -wazi. Hata katika nyakati hizi tulizo nazo, Bwana Yesu asifiwe sana. Na inawezekana kabisa kuzungumza, tunapoendelea kuzungumza tayari hakuna namna Mungu atakuhurumia kwa kuyatii maagizo yake yote anayokuagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Hawa watu wote Mungu hakuwaachilia. Hawa wote niliyokuonesha, Mungu hakuwaachilia. Ndivyo ambavyo hatawaachilia na wengine. Lakini jambo gani ambalo Mungu anataka tulione katika siku ya leo? kwa kuachiwa na Mungu na Mungu apate kukuachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuto kulemiwa na Mungu na Mungu apate wa kukulea. Umekuwa ukisikia Mungu ni mwenye rehema. Umekuwa ukisikia Mungu ni mwenye huruma sana, mwingi wa huruma. Umekuwa ukisikia maneno haya na maneno hayo ni sahihi. Wala hayapingiki hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu huruma zake ziko kwa namna gani? Watu kadhaa waliwahi kusema kwamba injili za Moses ni za kuhukumu watu. Sina injili ya kuhukumu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nakueleza madhara yatakayotokea na nakueleza njia ya kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ulisikiliza kwa umakini, jinsi ambavyo tunatakiwa upate huruma za Mungu ni kwa namna Hakuna namna Mungu atakuonea huruma, hakuna namna Mungu atakusaidia nje ya neno lake. Mungu hana huruma, Mungu hana neema, Mungu hana msamaha nje ya neno lake. Haleluya, mshangilie Bwana ya mia na saba na mstari wa ishirini. Zaburi ya mia na saba na mstari wa ishirini. Zaburi ya mia na saba mstari wa ishirini, lakini bema kazi ya mstari wa kumi na tisa anasema hivi wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Anasema hivi hulituma neno lake, waponya huwatoa katika maangamizo yao, hulituma neno lake wafanye uwaponya Usikia katika kile kitabu cha kutoka ile sura ya 33 yeah, 34 na, na ule mstari wa wa wa wa tano. tunataka tuone wa, wa, wa, sita lakini anzia wa tano anasema Bwana akashuka kutoka 34 mstari wa tano anasema Bwana akashuka ndani ya lile wingu akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza Bwana mtu muovu kuwa hanatia kamwe mwenye kuwapatilisha watoto uovu wa baba zao, anasema na wana wawabia, kisazi, chato, chato, wa wana wao pia, kizazi cha tatu cha nne. Anatangaza kwamba ni mwingi wa rehema, ni si mwingi wa fadhili, si mwepesi wa hasira, lakini kamwe hata muhesabia mtu asiye na haki kwamba hana hatia.